Bana. Mungu anataka kumleta kiongozi wapi? Katika nini? Katika ardhi sio mbingu, sawa eh? Baba yetu Adam kaja kufanya harakati katika ardhi. Kwa hiyo mwanadamu, uhai wa wake ni katika ardhi, kula yake mwanadamu ni katika ardhi, maendeleo yake mwanadamu ni katika ardhi, elimu ya mwanadamu ni katika ardhi, mafanikio ya mwanadamu ni katika ardhi. Kwa hiyo ardhi tunayoikanyaga imebeba maslahi makubwa ya wanadamu. Ugomvi vita vya Palestina na Israeli, chanzo mabwana, ni nini? Ugomvi wa Palestina na Israeli, miaka na miaka na ule ugomvi, kauzungumza Mungu kwenye Qur'ani, hautaisha ila yao Musa mpaka kia Mungu kwenye Qur'ani, hautaisha ila yao Musa mpaka kiama. Lakini ugomvi wao chanzo ni nini? Ardhi. Nakusudia nini? Lakini baada ya harakati nzito kuwaamsha waislamu kwamba wachukue ardhi kubwa, kwa sababu ardhi kubwa tutatengeneza mashule, ardhi kubwa tutatengeneza hospitali ardhi kubwa tutafanya facilities zote za harakati za Uislamu zitaweza kwenda mbele. Nafsi nilikuwa nikipita misikiti mingi nikiwaamsha juu ya jambo hili. Kwa mabwana, ardhi ndio kila kitu, ardhi ndio rasilimali ya kwako. Leo nunua gari, ushalinunua gari, hata kama ni VX ya milioni mbili, weka hapo, lakini kesho nunua ardhi. VX unapoinunua inashuka thamani kila ulipotoka, kununua ardhi inapanda thamani punde ulipotoka, kununua kwenda juu. Naeleweka?